Michezo na mkaribu tena mtazamaji kwenye kitengo cha mjadala na leo tunageuza darubini kuelekea nchini Moroko ambako michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON imeingia hatua ya robo fainali, hatua ambayo aghalabu hutenganisha timu za kawaida na zile zenye nia ya dhati ya kuchukua ubingwa. Nani ataendelea na safari, na nani atayaaga mashindano. Kwa mujibu wa ratiba, mechi za leo na kesho zinatarajiwa kutoa kile mashabiki wenyewe wanasema, kiwango cha burudani, simulizi ya kipekee na ushindani mkali. Kujadili mechi hizi eh, studioni amebaki kule upande wangu wa kushoto ni Suleman Mwiru kutoka dawati la michezo la DW Kiswahili, na mwandishi wa habari za michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, Hassan Mwana wa Ali. Kwanza kabisa, Hassan, eh, iwapo unanipata E, vipi hali huko Nairobi? Na kupata vizuri sana Nairobi, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kijua kijua tu, lakini mapambano yanaendelea bila shaka mapambano yanaendelea. Upande wa pili ni Suleiman hapa. Eh, leo mechi za leo mm, wenyewe wanasema moto unawashwa, eh, Mali dhidi ya Senegal. Mm, hii ni mechi ambayo inaanza kuanzia saa moja saa za Afrika Mashariki, saa moja usiku, na muhimu hapa kumweleza mtazamaji ni kwamba Senegal ni mabingwa wa AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Wanaingia wakiwa na rekodi nzuri na kikosi chenye uzoefu mkubwa lakini Mali kwa upande wake mm. e, wa, o, kwenye, kwenye soka wanaita underdogs. Wameonyesha nidhamu ya hali ya juu mm. na uimara katika hatua za awali e. Kabla kuja kwako Suleiman Mwiru, swali hili nataka nimtupie Hasan Mwana wa Ali. e, Hasan Mwana wa Ali, mechi kati ya Senegal na Mali unaiona itashindwa wapi? Asante ah, swali zuri sana hilo maanake, ah, mwanzo wao wamepumzika siku moja kabla. Eh, nawazungumzia Senegal baada ya kucheza na Sudan na Mali. Nilitizama wakati wanacheza na Tunisia eh, karibu kipindi cha pili na chingine pia cha kwanza, wamecheza wachezaji kumi baada ya mchezaji wao kula kadi nyekundu. Niliwaona ni wazuri sana, ile defense. ngome yao ni nzuri sana vijana hawa. Mali anasema hivi uh -huh kwa sababu mpaka sasa tunazungumzia, hawajapata ushindi katika muda wa dakika tisini, lakini tunaona kwenye ro na robo fainali defensi yao imekuwa nzuri sana. Nilifanya kazi kubwa dhidi ya Tunisia. Mpaka leo Tunisia hawaamini ni kwa namna gani hawakuvuka, kisha ikaingia hatua ya, ya matuta ya penalti, na katika matuta ya penalti ndio maana bado nazungumzia defense ya Mali. um, mlinda mlango wao kijana huyu wa Yanga Diarra alifanya kazi kubwa sana, ikiwemo kupangua penalti mbili. Kwa hiyo nafikiri Senegal watakuwa wameisoma sana Mali, ni ni kwa namna gani ubunifu wa Sadio Mane na na wachezaji wenzao watautumia kuivunja ile ngome ya defense. Kwa hiyo nafikiri silaha kubwa sana walionayo Mali, na watatamani hata huu mchezo pia waupeleke kwenye matuta ya penalti walivyofanya hatua ya kumi na sita dhidi ya Tunisia. Nam uh, Suleiman ame, ametaja uh, Hasan mwana wa Ali rekodi ambayo si ya kuridhisha sana ya Mali. Imetoka sare katika mechi dhidi, eh, ya Zambia moja moja, ikatoka sare dhidi, eh, ya, ya Moroko moja moja, ikatoka sare dhidi ya Komoro moja moja, ikatoka sare dhidi ya Tunisia. Yaani kimsingi mm -hmm, eh, tunasema wamepita kimungumungu hawa jamaa w wataiweza kweli soka ya Senegal? ni ngumu sana kusema kwamba Mali wanaanza nafasi kubwa pengine ya ku Mba, ni mbabe katika nafasi kama hizi. Ana kikosi ambacho wachezaji wa kimataifa wengi wao wakiongozwa uh -huh. na Sadio Mane. Na kama ulivyosema, bahati kwenye michuano, kama katika mchakato pia ukumbuke kwamba fika hapa kwa kumfunga nani? utakumbuka kabla ya hatua ya kumi na sita bora Sudan ilifungwa tatu moja na, na, na Senegal katika mechi ya uh, mwisho. mm -hmm. na kuja katika hatua hii na Sudan ilionyesha uwezo mkubwa sana katika mechi za awali ambapo watu wengi walikuwa wakisema kwamba pamoja na madhila yanayoendelea nchini Sudan, Sudan imeonyesha uwezo mkubwa sana, una, ambao unaweza ukaipa nafasi Sudan kuliko Mali. ndiyo. na hatua kama hii mimi nadhani kusema la kweli Senegal wanalo jukumu muhimu sana la kuweza kudhihirisha ubabe wao katika soka la Afrika, ingawa Mali wanataka kutengeneza historia mpya katika michuano hii pengine ya kusonga mbele, lakini ukiangalia kwenye makaratasi lazima umpe nafasi kigogo Senegal ambaye tangu michuano hii imeanza hajawa tishio kivile, lakini unaona kabisa kwamba nafasi na jinsi anavyosongea mbele katika michuano hii anamonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kwa utabiri wangu wa wazi wazi wa, wa, wa, kabisa, hmm. nadhani kwamba Senegal ina nafasi kubwa mbele ya Mali iliyo kuweza kusonga mbele katika hatua ya nusu fainali katika michuano hii. Nam, Senegal ina nafasi kubwa tu. tuachane na mechi hiyo ya Senegal uh, dhidi ya Mali ambayo itachezwa kuanzia saa moja usiku saa za Afrika Mashariki e, tuigeukie mechi kati ya wenyeji Morocco na Cameroon ambayo eh, mechi itaanza kuanzia saa nne za usiku eh, saa za Afrika Mashariki. E, kitu cha muhimu hapa kuweka wazi mtazamaji ni kwamba wenyeji Morocco eh, wanabeba mzigo naweza kuita wa matarajio ya mashabiki lakini wa AFCON wana historia ya kufanya vizuri katika hatua za mtoano, na wachambuzi wanasema kwamba hii ni mechi ya nguvu dhidi ya nguvu, kwa sababu eh, timu zote zina uwezo mkubwa sana wa kiufundi, lakini uzoefu pia, eh, timu ya taifa ya Cameroon eh, naja kwako Hassan, Mwana wa Ali, kama utakumbuka kumbukumbu kumbu ya mwaka 1988 wakati Roger Mila akichezea timu ya taifa ya Kamerun mm, aliipiga Moroko akiwa kwake nyumbani Moroko na kuikatisha eh, ndoto yao ya kuchukua kombe wakiwa nyumbani. Hassan Mwanao Ali, unahisi leo kisasi kitalipwa? Adai umemtaja ume, Roger Milla, ukanipa kumbukizi za Indomitable Lions yao kina Emmanuel Kunde wakati huo, mpaka wanaimbiwa wimbo na Pepe Kale, na Kameruni zamaizo inakuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kuingia robo finali, akukaribia kuingia robo finali kombe la dunia, anaweza nikasema kwamba mengi yamesemwa sana kuhusiana na huu mchuano hata kabla hujachezwa. E, nimekuwa nikifuatilia mitandao haswa kutoka Moroko. Pamekuwepo na patashika kuhusiana na ninani e, atauchezesha huu mchezo na, na wa Moroko hawakutaka mwamuzi kutoka ama Misri au Algeria, wakiona kwamba hawa e, Waarabu wenzao huenda wakawafanyia fitna na hiana. Kwa hiyo mm, ni gumzo la kwanza ambalo limekuwepo kuhusiana na pambano hili. Umesema uwepo tena wa kisasi hicho kutokea, na ukiangalia uh, Samuel Eto'o Uh, rais wa shirikisho la soka Cameroon, ukimuuliza sasa hivi alikufikia Cameroon ataridhika kwa jinsi uh, maandalizi alivyokuwa. Unakumbuka timu ya Cameroon, tulikuwa hatujui ni timu gani itakayokuwepo, mara vimetajwa vikosi viwili na na Cameroon, na waangalia wamekuja kama Ivory Coast walipokuwa wenyeji na kuyabeba haya mashindano baada ya mechi ile ya, mechi ya ufunguzi wakafanya mabadiliko ya mkufunzi na faya, ka, Ivory Coast wakalibeba kombe yeah. Wewe mwangalie hokifanya kocha yule Pagu, uh, hakupewa nafasi na yeyote yule, amevuka uh, alicheza mchezo mzuri sana dhidi ya Afrika Kusini, ingawa uh, Afrika Kusini ilijaribu sana kulitafuta lile bao na akavuka. Sasa huu ni mtihani dhidi ya Morocco, wajua Kamerun naweza nikasema hawana pressure kama wenyeji Morocco. Na hata kocha wa Morocco amesema kwamba ule ufuasi wa masha biki nyumbani unawapa nafasi kubwa sana ya kuaridhisha, na hii ilijitokeza kwenye raundi ya kumi na sita dhidi ya Tanzania, walipata tabu sana kabla hawajapata bao. Ndio tunajua wana mchezaji bora barani Afrika, Hakimi mfungaji bora, Diaz yupo lakini Kamerun naye atatumia maguvu yake. Kamerun atatumia Mbeumo. Kamerun atafanya juu chini kumnyamazisha mwenyeji. Naweza nikaisema, naiona hii ni hata ni fainali kabla ya fainali, fainali kabla ya fainali. Umetaja nukta muhimu sana ya presha ya mashabiki, na swali hili nalitupia mm -hmm. kwako, eh, Suleiman, mm -hmm. eh, kocha wa, kocha wa, wa, wa Moroko ame, amezungumzia kuhusiana na, na, na, na presha hiyo ya mashabiki mm -hmm. Lakini muhimu hapa niweke wazi kwamba Kamerun safari hii kumbuka, hawachezi hawa, hawa kombe la dunia mm -hmm. Lakini Moroko wanayo nafasi angalau mm -hmm. eh, kucheza kombe la dunia mm -hmm. Presha ya mashabiki inaweza kuwa kikwazo kwa wenyeji bila shaka, kwa sababu unajua

huelewi kwamba mchezo huu mcheze vipi ili mpate matokeo na vitu kama hivyo, kwa sababu kama kama kwa kwa kwa sababu kama isingelikuwa uwezo binafsi wa mchezaji kama Ibrahim Diazi, yeah. Wasingeweza kupata ushindi bila Tanzania na Tanzania wenyewe pia pia walikosa nafasi mbili za za wazi, lakini lakini lakini hapa mimi ninachotaka kuzungumzia ni kwamba ni ni kwamba kwamba Cameroon ni timu ambayo inaundwa na kikosi ambacho pamoja na kwamba kilipatikana mwisho mwisho mm -hmm. Lakini bado wachezaji wake kadhaa wanatoka katika ligi kubwa za kimataifa kwa mfano kama Mbwema amezungumzia mchezaji wa Manchester United mm -hmm. Lakini, pia, pia, eh, Morocco wana wachezaji wanaocheza Real Madrid, wanacheza PSG, wana wana timu ambazo ni kubwa barani Ulaya. Kwa hiyo majina ya timu zote mbili ni makubwa na kitu hicho hicho ambacho kinaifanya mechi hii kuwa ngumu zaidi kutabiri kwamba nani anaweza kuwa na nafasi kubwa, lakini mm. Pamoja na mashabiki wa Moroko, pamoja na ukongwe wa Kamerun, kwenye mechi hii ni jedwali kubwa sana pengine, ambalo tunawaachia watu pengine watu waambie mambo yatakuwa vipi, lakini ni mchezo muhimu sana wa kuufuatilia na kuweza kufahamu kile kilichotokea. Naungana pia na Hassan kusema kwamba hii inaweza kani mechi ambayo ni finali kabla ya finali. Robo fainali naam, tuna uh, muda mchache tu hapa. kuna mechi zengine mbili zimesalia, na kwa, kwa sababu muda unatuonea una, una tuone, una wivu e, tui, tuigusie mechi kati ya Algeria na, na mm. Nigeria ambayo itachezwa kesho Juma Mosi. Algeria imefuzu baada ya ushindi mwembamba dhidi ya Congo, lakini Nigeria kwa upande wake imekuwa moto wa kuotia mbali ikipenya e, kwa kishindo baada ya kupata ushindi wa magoli manne mm. bila jawabu dhidi ya Msumbiji. E, Hasan Mwana wa Ali, Nigeria Super Eagles imekuwa ikifunga mabao mengi. Je, yes, safu ya ulinzi ya Algeria inaweza kweli kuhimili kasi ya Lukman na washambuliaji wengine wa Nigeria? <laughs> Ni, ni, ni swali gumu sana hilo, na hii mechi pia ina, ina vitushi vingi sana vinazungumzwa. Maanake mwanzo hao kuna, kuna banda wanafanya mitandaoni wa Nigeria wanasema nyie Algeria, tutawaadhibu kwa sababu ya kuwapiga DR Congo, tulikuwa tunawatamani sana <laughs> hao DR tukutane <laughs> nao tulipise kisasi na, na, na, unajua, una, una mimi binafsi yangu na mgoja kujua kikosi cha Nigeria kitakakaje, na natamani sana kuona tunaelewa yaliyofanyika Lukman na na Osimhen kwenye mm, mechi ya. E, ala, alafu hilo limezungumzwa. E, pia kuna kuna fununu na nahodha Ndidi amesema kwamba alikuwa radhi kuwalipa bonus zao na marupurupu baada ya kuwepo na mgomo baridi ya wachezaji wa Nigeria, na haya tumeona yakitokea katika soka la Nigeria. Kwa hiyo si maandalizi mazuri hayo ya Nigeria dhidi ya Algeria, ambayo kama ulivyosema wao ni timu mbili zilifuzu raundi ya kumi na sita kwa kushinda mechi zao zote tatu. Algeria uh, ilitajia bao la dakika zile za ziada, dakika zile uh, dhidi ya DR Congo. Ukiangalia mchezo kwa mchezo, uzoefu wa wachezaji, ni vigumu sana kubashiri nani atafanya nini, lakini wasiwasi wangu ni huo Nigeria maandalizi hayajawa mazuri kuelekea huu mchezo e, ingawa wamejitokeza kama kina Obi Mikel, wanasema kwamba ya yale malumbano ya Ozimen na Lukman yanaonesha kwamba wana njaa, wana ari, wanataka kushinda mechi, lakini binafsi yangu naona hayakuwa maandalizi mazuri, alafu unaongezea hilo la, la marupurupu. Algeria wanasema ngojeni tukutane Jumamosi ah, ngojeni tukutane Jumamosi utamu mm, eh, Suleman unazidi kukolea na tayari tumewashiwa eh, taa nyeupe kwa maneno machache mm, tu mechi ya mwisho kabisa Misri na Ivory Coast mm, nani mkali, tunaita game changer mm, ama Diallo Mohamed mm, Salah, kwa maneno mafupi, mimi nadhani wa farao bye, bye. Wafarao, bye bye. Bye bye. Ha, na kwa kauli hiyo ya Wafarao bye bye, tunahitimisha eh, mjadala wa leo. Kwa kweli robo fainali za AFCON zinathibitisha kwa nini eh, mashindano haya yanabeba kile tunachokiita roho ya soka la barani Afrika hadithi mpya zitaandikwa. Mimi naitwa Babu Abdallah. Asante sana Suleiman Mwiru, na kwenye laini ya simu walikuwepo Hasan mwana wa Ali kutoka Nairobi. Sasa hivi tupishe makala tulizokuandalia. Hii ni DW Kanasi.